Katika kitabu cha Mathayo ishirini na nane ujumbe wa usiku leo unasema nguvu ya ufufuo haiwezi kuzuiliwa na kafuburi, sema amen. Sema nguvu ya ufufuo haiwezi kuzuiliwa, lazima Yesu afufuke moyoni mwangu leo. E, kama kama hajazaliwa atazaliwa leo, sema amen na kama hajavuvuka pia anavuvuka leo, kwa sababu kuna watu mpaka leo Yesu hajavuvuka kwao, lakini leo wanavuvuliwa upya. Sema amen, amen. Kitabu cha Mathayo 28 kwa jamstari wake ni wa pili hadi mstari wa sita Biblia imeandikwa hivi Tazama, balikuwa na tetemeko kubwa la nchi, kwa sababu malaika wa Bwana alishuka kutoka makaburi kutoka mbinguni akaja akavingisha ile jiwe na akalikalia. Mstari wa tatu. Na sura yake ilikuwa ni kama umeme, mavazi yake meupe kama theluji. Mstari wa nne. Na kwa kumwogopa wale walinzi wakatetemeka, wakawa kama wafu Mstari wa tano, malaika akajibu akawaambia wale wanawake, msiogope nyinyi kwa maana anajua mnamtabuta Yesu aliyesulubishwa. Mstari wa sita, hayupo hapa, kwani amevuvuka kama alivyosema. Yohani mpatasame, mstari wake ni wa kumi na saba nao walipomwona walishuhudia, lakini wengine walikuwa na shaka. Mstari wa kumi na nane inasema, Yesu akaja kwao akasema nao akawaambia, nimepewa nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Basi nendeni mkuwafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu mkiwabatisha kwa jina la papa na la mwana na la Roho Mtakatifu na kuwafundisha kuyashika yote niliyoamuru nyinyi, na tazama mimi nitakuwa pamoja nanyi siku zote hadi ukamilifu wa dahari. Na mtu mmoja ainue mikono apigie Yesu makofi kwa ajili ya neno hilo safi jioni ya leo. Baba wa mbingu, naishi na kushukuru kwa neno hili ambao linaenda kugeuka kuwa miujiza na uokofu kwa jina la Yesu Kristo, Fungua mawazo yetu na akili zetu, tuweze kulielewa kwa dakika hizi chache jioni ya leo, na kila mmoja atakayetoka uwanja huu atoke akisema hakika Mungu alikuwepo viwanja vya Sabana, na wale wanatusikia kwa jarindi, watembelea wakiwa manyumbani, kwa jina la Yesu Kristo. Mtu mwenye pumzi na akili timamu aseme amina ya nguvu kabisa, piga kelele, sema hee. Maana ya neno amen ni kuwa iwe hivyo. Sema haleluya, sema amen. Ujumbe wa leo ni kwamba Yesu Kristo hayuko kaburini wala hayuko juu ya msalaba, mbali yuko hai. Haleluya maali. Nimesoma Biblia inaongea habari ya mwana wa Mungu Yesu Kristo. Kitu cha kwanza, Yesu Kristo halidhihirishwa kuvunja kazi za Shetani. Ukisoma Biblia katika kitabu kile cha waraka wa Yohana wa kwanza tatu msali ule wa nane inasema atendaye dhambi ni wa ibilisi, lakini kwa kusundi hili mwana wa Mungu alidhihirishwa ili kuvunja kazi za shetani. Na ndiyo maana tuko hapa siku, ta, siku tatu ili kutangaza kazi sha shetani Dar es Salaam lazima sivunjike kwa jina la Yesu. Kama uko hapa pigi ya Yesu makofi sivunjike.

Yani kwa gusuni hiyo mwana wa Mungu alidhihirishwa ili kuvunja hizo kazi. Haijalishi ni kazi inaonekana ni ya dhamana, haijalishi ni kazi inaonekana kama ni heshima, lakini kama ni kazi ya Ibilisi. Leo tumekuja na habari mbaya kwa ufalme wa Shetani ya kwamba kazi za Shetani zinaenda kuvunjika na ufalme wa Mungu naenda kuinuliwa. Leo chama ya Shetani kinavunjika, nasema leo, madada

Mwana wa Mungu alidhihirishwa kuvunja kazi za Shetani. Kwa hivyo, ninatangaza kazi zote za washirikina, waganga wa kienyeji na mataperi wote wa kiroho zikavunjike jioni ya leo. Kama ni sawa sema sawasawa, sawa. Sema sawasawa, sawa. Haleluya! Yesu alipodhihirishwa wanadamu wakaingiwa na shetani na hivyo, walipoingiwa na shetani, wakamkamata Yesu wakasema, huyu tunaenda kumuua, tunaenda kumshika na anaenda kupotea. Maana yake tumemkamata, tunaenda kumuua na jina lake halitawaizikika tena duniani. Lakini kumbe walipomkamata Yesu ni mwanzo wa habari njema. Hiyo ndio ilikuwa ni mwanzo wa wokovu. Wakamkamata Yesu Kristo, wakampiga vipoko thelathini na tisa. Hawakujua vipoko hizo siweza kusimamia uponyaji, na jioni ya leo huyo aliyepigwa anaenda kuponya watu wajani, huu anaenda kuponya watu manyumbani. Kwa kupigwa kwake sisi tume, nasema sisi tume Haya, sema kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Kama uko hapa, sema haleluya. Kumbe walipompiga ndiyo tuponywe. Walimpiga wakadhani wanampesa, walimpiga wakadhani ya kwamba ndiyo wanamuua, walimpiga wakadhani ya kwamba ndio wanammaliza, kumbe badala yake ni uponyaji wangu na wako. Kama unauma ugonjwa wowote, na inua mkono wangu, wakina mbijioni ya leo, ninatangaza kwa mapigo ya Yesu, leo upokee uponyaji. Kanza ikauke usiku wa leo, Malaria ikauke usiku wa leo. Ukimwi ukauke usiku wa leo. Nasema uvimbe utoweke usiku wa leo. Kama ni wewe, inua mikono useme haleluya! Sambodi, neno la Bwana linasema ya kwamba wakamkamata Yesu, wakampesa wakamziaki, wakamtemea mate. My God, wakamdharau kabisa. alafu wakachukua msaraba, wakampepesha msaraba mzito. Yesu akaanguka mara tatu. Mara ya kwanza akaanguka, akanyanyuka. Mara ya pili akaanguka, akanyanyuka. Mara ya tatu akaanguka, akanyanyuka. Mwanaume ataendelea kutembea tna machungu akatembea na matesho ma aka ma baada ya mambo hayo yote wakamkamata, wakamweka juu ya msalaba. Yesu akiwa pale juu ya msalaba akasema, eloi eloi eloi. Wakasema uenda ikawa anaita Musa au anamwita Erisa, lakini in Biblia inasema Yesu akasema, usiwahesabie dhambi hii, wasamee bure. Na Biblia ina Anasema yeah. Yesu akatoa hey. Roho yake Yesu akatoa roho yake, akasema yote imekwisha. Nimekuja kutangaza jioni ya leo, Yesu anasema yote imekwisha. Kama unateseka yote imekwisha, kama unaolewa yote imekwisha, sitasikia mtu hapa, kama unapitia mateso yote imekwisha. Yesu yeah. Kristo atasema yote imekwisha. Haleluya! Sijui kama hiki kinafanya kazi mzuri. My God, nyanyua mikono, sema juu. Haleluya! Sema Yesu, sema Yesu. Nasikia kama naweza kuhubiri. Yesu akiwa juu ya msalaba akainua akai macho yake juu, machungu ni mengi, mbavu zimetopolewa, damu na maji zinatoka, ardhi inapona, maji ilipogusa la ardhi ardhi ikapona, na neno la Bwana linasema Yesu Kristo akasema, yote imekwisha. Akakata roho, akapeana roho yake mbele za Mungu aliye hai. Neno linasema sema awakumtoa roho, lakini akapeana roho, akutolewa roho, akapeana roho. Alipopeana roho, neno la Bwana linasema sema kitambaa za hekalu

Haleluya, haleluya! Nasikia kama nitatabiri hapa. Neno la Bwana linasema, lile pazia lika katika vipande viwili. Walikuwa mbeleni hawawezi wakaona mbele, lakini kwa ajili ya siku ile wanawake wakapewa nafasi ya kusimama madhabauni. Kwa ajili ya siku ile watu wakaanza kusimama madhabauni. Nina habari njema jioni ya leo, kila mtu anayekuzuia leo nampiga X. Nasema nampiga X. Nasema nampiga X. Sema ye, sema yeye

Na kama naweza kuupiri nafikia, kama naweza kuruka nafikia, kama naweza kutabiri watu salam. Yeah. Wa Dar es Salaam saa imefika Yesu ahubiriwe, nafikia kama naweza kuupiri neno la Bwana. Nasema Yesu Kristo alipopeana roho yake makaburi ikafunuka, watakatifu wakatoka waliokuweka makaburini. Lazima, lazima, lazima lasima utoke, nasema lazima utoke kuna neno la Bwana linasema, ninasikia kusema vile linasema Yesu akakafidhi roho yake, alipokafidhi roho yake neno la pana linasema, hakuishia hapo, akaingia gusimu. Shetani alikuwa ameua Yesu, alidhani imekwisha, alidhani Yesu ameisha. Kusimu kumejaa giza. Mara mmoja, shetani akiwa amekagwa kikao pamoja na jeshi lake, wakaona gusimu mahali kuna giza, mwanga unaingia, wakauliza huyo mwanga ni wanani? wakaambiwa ni yeye yule jana leo na hata milele, Yesu Kristo, mwana wa Mungu ali hai. Ni yeye yule jana leo na hata milele, Yesu Kristo, mwana wa Mungu ali hai. makosateka makatibema le maposeteka liteka masotekema. Ebu sikia jehanamu, kumejaa giza. Sifa za jehanamu akujawahi kuwa na mwanga So akasimama akamwambia shetani lete fungua, mimi ndiyo ufufuo na uzima. Shetani akapea na fungua na Yesu Kristo amenipatia fungua, ni waubiria pari jema amenipatia mafuta yes. ni waombee mfanikiwe. Yesu Kristo ndiye yule jana leo na haleluya. Nawaona, wakachukua mwili wa Yesu wakaenda kaburini, wakaweka kaburini, wakaweka walinzi, wakaweka jiwe, wakasema hawezi kutoka, wakaambia maasikari. Oh my god ikiwa atavufuka mpigeni kichwa, arudi tena kaburini. Neno pana anasema malaika kutoka mbinguni. Ilikuwa ni siku ya tatu, malaika kutoka mbinguni akashuka, akafingirisha jiwe aravu, akalikalia. Wale walinzi wa kaburi wakawa kama wafu. Wote wanaokuzuia utoke wanaenda kuwa kama wafu. Lazima utoke. Nasema yes. Watakuwa kama wafu. Yes. Wachawi wawe kama wafu. Wajisakuwae hey, kama wafu. Na iko nsema kama wafu. Wawe kama wafu. Nasikia kubiri. Kubiri. Malaika akashuka. Akafingirisha jiwe. Jiwe lilikuwa limefunga mlango wa kaburi. Malaika aliposhuka. Nilipokuwa taifa la Israeli Israeli, nilifanikiwa kwenda mpaka ku kaburi la Yesu, nikaona mahali malaika alishuka kuingilisha jiwe akaliweka pembeni, na neno la bwana nasema wale walinzi wakawa kama wafu, na Yesu Kristo pamoja na mwili wake akatoka mzima mzima. Huyu ndiye mwanaume pekee aliyewekwa kaburini akatoka akapaa kwa mwili, na akasema, vile nimeenda ndivyo nitakavyoshuka. jioni yes. ya leo Yesu huyo huyo yuko viwanja vya yes. Bana Yesu huyo huyo yes. yuko hapa, amini yeye hatakupandilisha yes. kama huko hapa, sema haleluya. Pointi ya kwanza nanena, pointi tano, alafu ni kuombee sasa. Nasikia nguvu ya Bwana imeshuka hapa, ya nasikia kama niko kanisani hivi harima kasolida kanza niroboshe teka mm -hmm. ya nasikia kama uni, ni kwa madabauni kanisani ya rajisi hivi, kumbe ni mkutano wa Injili. My God, my Jesus! Ya nasikia upako unashuka, mimi nadhani ni kwa madabauni ya rajisi, kuangalia angalia ni kaja kuona magari ni kasema ah, kumbe ni kwa nje, kumbe ni melewa na upako wa yeah. my Jesus, Hallelujah. my Jesus. Woo. Leo lasma kiereweke, walio na ukimwi wanapona leo leo wanatembea hey, leo hey, leo hey, wanapona leo leo, kwamba yeah, sema yes yeah, na kupa point point ya kwanza: Yesu Kristo ayuko kaburini, nasema hata msoga wake au uko kaburini yeah. Yesu Kristo ayuko juu ya msalaba yeah. yeah. Yesu Kristo yuko ndani yako ukimruhusu leo yeah, yuko man. hapa ukifungua moyo wako leo anaingia atakura pamoja na wewe leo. Yani anasema tasama, na simama mlangoni napisha, mtu akisikia sauti yangu afungue mlango wake, nitaingia ndani. Nakwambia kama kuna wapanganji, mimi nashukuru, juzi nimesikia serikali imetangaza operation ikifunga bagia wageni ambao sio halali, na mimi nikasema nitakuja na operation ikifunga ni bagia wageni wote wanakaa mwilini mwako, ambao sio halali <laughs> Kama serikali inavagia wageni ambao wanaishi bila uhalali na mimi Nyaga kwa sababu nina uhalali wa ukaaji ninakuja na operesheni fagia mashetani iliyo ndani ya moyo wako. Hey, nasema fagia mashetani, yeah! nasema mwili wako ni hekalu la Bwana, yeah! yeah! wapangaji wote hawalipi kodi leo nawaondoa, hey leo nawaondoa, hey leo nawaondoa, hey leo nawaondoa, hey itajua sema yes, yeah! Jiwe likakaliwa, Yesu akatoka, alipotoka alimbotoka, akatoa agizo moja pwende.